Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana vijana wa Dar es Salaam ambao nakiri kwa dhati ya moyo wangu kwamba wazo hili limetoka kwao. Walichokifanya kwetu sisi kama wazee wao wa mji ni kwamba namna gani tunaweza tukawa support zaidi katika mawazo yao ili kuweze kutuzalisha jambo ambalo ni jema zaidi. Kwa hiyo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026 tunakusudia sasa kuwa na IST Festival lakini malengo yake makuu ni kitu gani? Mtakumbuka kwamba Dar es Salaam tumemaliza masuala ya uchaguzi, lakini zaidi pia tumeingia mwaka mpya. Na kwa mantikio hiyo, ni staili mojawapo ya kuanza kufungua mwaka mpya mwaka 2026. Ni hamasa pia kwa vijana, tuna zawadi za zaidi ya milioni mia moja kwa wale wote ambao watafanya vizuri. Tumekushapanga pia na ofisi zetu kwa kusaidiana pia na vijana, hatutaogopa wala tutasita kumuongezea mtu IST mpya kwa kwa mazoezi au kwa kazi ambayo atakuwa ameifanya kwa siku hiyo. IST Festival itaambatana na matukio mengineyo, kutakuwa kuna matukio hapa mbalimbali mbali, ya kujiachia ya kufurahia, lakini zaidi pia tunazungumza na JKCI, hospitali kubwa ya moyo ambayo pia ni miongoni mwa watu ambao watafadhili pia jambo hili ili kuwe pia na angalau session ya madaktari bingwa wanaoweza pia kushiriki kupa, kuchunguza afya za baadhi ya watu ambao watafika katika maeneo yetu, na baada ya muda mfupi tutakuja kutangaza ruti, magari yataanzia wapi kuelekea wapi, itakuwa ni muda gani, na mwisho wa siku itakuwaje. Mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari wote, nafahamu mna viongozi wenu katika kujadiliana mambo yote haya ya msingi, likiwemo ile IST Festival. Na kusudia kukaa na waandishi wa habari sio kule kukaa tuko kuzoea kwa maana tunakutana kwa dakika moja tunaachana. Hapana, nataka mchague hoteli ili mnywe ili tule ili tufurahie, mshauri mkuu wa mkoa namna anavyopaswa kuongoza mkoa kwa kipindi cha mwaka huu wa ishirini na sita, ili kutokuleta malalamiko kwa watu. Maana nyewe mnatembea sana, mnasikiliza watu wanachokizungumza, tuchukue dukuduku zao tuweze kutekeleza. Waandishi wa habari ni kioo, lakini waandishi wa habari ni mdomo kwa watumishi wa umma na kwa wale watu ambao si watumishi wa umma. Karibuni tarehe kumi na nne mwezi wa pili, IST Festival ili tuweze kushiriki. Leta IST yako, piga jaramba lako. Ukiibuka mshindi wa kwanza unaibuka na IST yako au utaibuka na fedha zaidi ya milioni mia moja ambazo tumezipanga kwa ajili ya kutoa zawadi kwa washiriki wote.